Hii ni Tan Business Channel Online Television ikitangaza kutoka jijini Dar es Salaam Tanzania. Karibu kwenye kipindi chetu cha jinsi ya kuwekeza kwenye vitega uchumi. Na kwenye kipindi chetu cha leo nitaeleza mambo matano muhimu wakati ukinunua hisa za biashara ili upate faida. Kwenye vipindi vilivyopita nilieleza aina tano za vitega uchumi ambavyo unaweza kuwekeza na kupata faida. Moja ya vitega uchumi ambavyo unaweza kuwekeza ni kununua biashara ambayo tayari inatoa huduma kwa wateja. Kama ukitekeleza mambo muhimu yanayohitajika kusimamia biashara, kuna uwezekano mkubwa wa kupata faida katika uwekezaji wako. Kipindi hiki nitaeleza mambo muhimu matano ambayo inabidi utekeleze kama unataka biashara yako uliyowekeza ipate faida. Namba moja ni kuchagua biashara yenye msingi imara. Chagua biashara yenye msingi imara wa kufanya biashara kwa kuangalia vitu vifuatavyo: kwanza, malengo ya muda mrefu na muda mfupi Pili, uchaguzi wa wateja; tatu, uchaguzi wa bidhaa za wateja na nne, ni mipango ya kutekeleza malengo yaliyowekwa. Namba mbili ni kuchagua biashara yenye malengo bora. Chagua biashara ambayo imejiwekea malengo bora ambayo yanaweza kufikiwa. Malengo bora yatahakikisha biashara inapata faida kubwa na inapanuka na hivyo kuwa endelevu. Namba tatu ni kuchagua biashara yenye mfumo bora wa uendeshaji. Chagua biashara yenye mfumo bora wa uendeshaji ambayo utafanikisha kufikia malengo yaliyowekwa kwa ufanisi mkubwa. Nne ni kuchagua biashara yenye wafanyakazi bora. Chagua biashara yenye kundi la wafanyakazi ambao wana elimu nzuri na uzoefu mkubwa katika kazi wanazofanya na pia wana muda mrefu katika kazi ambayo wanafanya. Tano ni kuchagua biashara yenye uongozi bora. Chagua biashara yenye kundi la viongozi wanaofahamu majukumu yao ili kufanikisha kufikiwa kwa malengo yaliyowekwa kwa ufanisi mkubwa. Naona tumefika mwisho wa kipindi chetu cha jinsi ya kuwekeza kwenye vitega uchumi. Na leo nilikuwa nazungumzia mambo muhimu matano wakati unapofanya uamuzi wa kununua biashara ambayo imekwishaanzishwa. Naomba uendelee kuangalia kipindi chetu cha jinsi ya kuwekeza kwenye vitega uchumi siku za Jumatatu hadi Ijumaa saa tatu na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Asante na karibu tena.